Mambo yaliyofanywa ni mengi, lakini kikubwa kwa mikoa hii ya kaskazini, jambo kubwa lililofanywa ni kukuza utalii. The Royal Tour imefanya kazi kubwa sana katika mikoa hii ya Manyara, Arusha, Kilimanjaro, mapato ya utalii yameongezeka, na nyie Manyara ni mnafaidika nalo. Kwa hiyo nyie mko karibu na Karatu, mko karibu na mbuga nini, siyo ya Manyara, siyo wapi, Tarangire. Kwa hiyo na nyie ni wafaidika, watalii wanavyokuja mzunguko wa pesa unaongezeka. Yote haya ni jitihada za Rais Samia, rais mzalendo aliyekuja na ubunifu, rais aliyepoteza muda mwingi kwenda kucheza filamu hii ya The Royal Tour kuitangaza Tanzania. Leo tunafaidika na mapato ya utalii, piga makofi kwa Dr Samia Suluhu Hassan. Sisi sisiemu oye, sisi sisiemu oye! Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo tunaamini yalichagiza kwa wananchi kuendelea kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuru, ahadi yetu kwenu sisi chama cha mapinduzi tuna deni na deni letu ni kuendelea kuwatumikia watanzania kuwaletea maendeleo. Natambua yamefanywa mambo mengi, yawezekana yakawa yamebaki kidogo, nataka niwahakikishie mwenye kumaliza changamoto hizo hakuna chama mbadala, ni Chama cha Mapinduzi.